Mlango wa kumi na nne. Na Yehiramu mfalme wa Tiro akatuma wajumbe kwa Daudi, akampelekea na mierezi na waashi na maseremala, ili wamjengee nyumba. Daudi akajua ya kwamba Bwana amemweka imara ili amiliki juu ya Israeli, kwa kuwa miliki yake imeinuka kwa ajili ya watu wake Israeli. Tena Daudi akazidi kuoa wake huko Yerusalemu, akazidi Daudi kuzaa wana na binti. Na haya ndiyo majina ya watoto aliozaliwa huko Yerusalemu: Shamua, na Shobabu, na Nathani, na Sulemani, na Ibhari, na Elishua, na Elpeleti, na Noga, na Nefegi, na Yafia, na Elishama, na Eliada, na Elifeleti. Na waliposikia hao Wafilisti ya kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli wote Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi, naye Daudi akasikia, akatoka nje kupigana nao. Basi hawa Wafilisti walikuwa wamekuja na kuteka nyara katika bonde la Warefai. Daudi akamuuliza Mungu kusema, je, nipande juu ya Wafilisti, utawatia mikononi mwangu? Naye Bwana akamwambia, Panda, kwa kuwa nitawatia mikononi mwako. Basi wakapanda mpaka Baal-Perasimu, Daudi naye akawapiga huko. Daudi akasema Bwana amewafurikia adui zangu kwa mkono wangu kama mafuriko ya maji. Basi wakapaita mahali pale jina lake Baal Perasimu. Nao wakaiacha miungu yao huko, naye Daudi akaamuru ikateketezwa kwa moto. Lakini hao Wafilisti wakateka nyara tena mara ya pili bondeni, na Daudi akamuuliza Mungu tena, naye Mungu akamwambia, hutapanda kuwafuata, wageukie mbali ukawajie huko ukielekea Miforsadi. Kisha itakuwa utakaposikia sauti ya kwenda katika vilele vya Miforsadi, ndipo utakapokwenda nje vitani, kwa maana ndipo Mungu ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti. Daudi akafanya kama vile Mungu alivyomwamuru, wakawapiga jeshi la Wafilisti toka Geba mpaka Gezeri. Sifa za Daudi zikafika nchi zote, naye Bwana akawaletea mataifa yote hofu yake.